Waziri mkuu wa kwanza alikuwa Mwalimu Nyerere ambaye alikaa mwaka elfu moja mia tisa sitini hadi sitini na moja akiwa anaitwa chief minister. Baadaye mwaka sitini na moja hadi sitini na mbili akawa waziri mkuu. Aliyefuata alikuwa Kawawa mwaka sitini na mbili mwezi Januari nafikiri, hadi Disemba na baadaye, Kawao akawa waziri mkuu tangu mwaka sabini na mbili hadi sabini na tano. Kwa hiyo akatumikia miaka mitano. Akaja Edward Moringe Sokoine mwaka sabini na saba hadi themanini, akatumikia miaka mitatu. Akaja Cleopa Msuya akatumikia mwaka 80 hadi 83, akawa amefanya miaka mitatu. Akaja tena Edward Moringe Sokoine mwaka 83 hadi 84, akawa amefanya kazi mwaka mmoja. Akaja Salim Ahmed Salim mwaka 84 hadi 85. Kwa hiyo Salim Ahmed Salim akafanya kazi ya waziri mkuu mwaka mmoja. Akaja Joseph Sinde Walioba mwaka 85 hadi 90, akawa amefanya miaka mitano. Akaja John Samuel Marechera mwaka 90 hadi 94 akawa amefanya miaka minne ya uwaziri mkuu. Akaja Cleopa David Msuya mwaka 94 hadi 95 akafanya kazi mwaka mmoja. Akaja Frederick Tluway Sumaye, yeye ndiye akapiga mwaka 95 hadi elfu mbili na tano miaka kumi. Akaja Edward Ngoyai Lowassa mwaka elfu mbili na tano hadi elfu mbili na nane miaka kama mitatu. Akaja Mizengo Kayanza Pinda mwaka elfu mbili na nane hadi elfu mbili na kumi na tano miaka saba. Amekuja Kasimu Majaliwa mwaka elfu mbili na kumi na tano hadi elfu mbili na ishirini na sasa ndiye